Habari za asubuhi, habari za mchana, habari za jioni. Nategemea unatazama video kwa... kwa muda gani sasa hivi. Mimi naitwa Swahili 25, karibu tena kwenye channel yangu kama wewe ni mara kwa kwanza mara kwa kwanza kutazama eh, channel hii. Mimi naitwa Swahili 25 tano, napatikana kwenye mitandao ya kijamii na kuomba nakuomba subscribe, like na kushare kwa marafiki, uweze kuwa miongoni mwa familia ambayo inatazama hii video siku ya leo. Okay. Ee, mimi huwa anafanya video za mtindo wa vlog uh, mtindo wa vlog. Ukitazama video ambazo anazifanya mpaka mwisho utagundua mtindo ambao unakufanya ni wa aina yeah, gani nafanya mtindo ambao tofauti na vyombo vya habari ambavyo wanakuwa wanafanya. Mimi nakuonyesha matukio ambayo huwa uyaoni kwenye TV wala sehemu nyingine, nakuonyesha kuanzia mwanzo maandalizi ya mikutano E, na nitaka nikwambie tu mimi niko kwenye timu ya Mheshimiwa Lissu, mwenyekiti wa Chadema Taifa, ambao tunazunguka kwenye mikoa mbalimbali, tunaanzia kanda ya Nyasa. Sasa hivi tuko kanda ya Kusini ambapo tumepita e, Lindi, Mtwara na sasa hivi tuko mkoa wa Ruvuma. E, jana tumelala hapa Songea baada ya kutoka, e, nini pale panaitwa majina ya huko na nichanganya sana hivi. Jana tulikuwa eneo gani pale Mheshimiwa Zamda? Na, na, ah, na mtumbo pale. Ndio tulivyofanya mkutano wa mwisho. Umeelewa? Sasa, maana majina ya huko yananichanganya, so tumelala Songea mjini hapa, na sasa hivi ni asubuhi tunaelekea kufanya mikutano miwili siku ya leo, ambapo mkutano wa kwanza utakuwa Nyasa na mkutano wa pe... Nyasa Mbamba Bay <laughs> <laughs> <laughs> na pili mpiga mjini pale e, na jioni tutakuja kulala hapa Songea mjini, <laughs> mjini. <laughs> Yeah. Ah, kesho tutafanyia hapa kumbe mkutano yeah. Tupo gereji hapa kidogo, kuna tunaongeza mafuta black ya hapa huu yeah. Ndio uwanja ambao tutatumia kesho, watu watafurika hapa kumbe. Nimepata bahati ya kusogea eneo hili, umeona uwanja ni mkubwa sana hapa. Kesho ndio utafanyika mkutano wa, wa, wa, wa mwisho E, kanda hii kanda ya, ya kusini tutafanyia hapa mkutano wetu wa mwisho. Hapa ndio utakapofanyika, uwanja unaitwa shule ya msingi Matarawe. Ndio wenyeji sasa, bwana. Sisi tuko hapa garage tunaongeza mafuta ya ya, Black, Black. ya, ya, ya na krash kidogo, wanasetiseti makundi ili tuanze safari na niko na wenyeji hapo, unaitwa nani mheshimiwa? Jana tulikuona kule wasema. <laughs> <laughs> Uh, Mheshimiwa mwenyekiti eh, wa kitongoji, mwenyekiti wa kata la Mshindo, okay. na vilevile nilikuwa mgombea mwaka jana, mwenye viti na nilibaki katika wenye viti, wale wawili walibaki na Mtumbo, nilibaki mimi na mwenzangu. Ah, mmepambana, tulipambana kwa jasho na damu, nakwambia kufa mp... <laughs> kwenye viti wawili wakatuingua siku ya kupiga kura. Ah, no. dakika za tisini yani. dakika za mwisho, mwisho. Mimi mpaka kwenye, kwenye uchaguzi niliingia kabisa ah, do manake hapa hii no reform, no election inahusu kwenye uchaguzi, no uchaguzi mimi niliingia kabisa ah, so, hivi, hivi, hivi, nilifanya mikutano yangu yote minne ya vijiji vyangu mitaa minne ah. na nikaingia kwenye uchaguzi ah, manake hii no reform, No election inakuhusu, kwa sababu bila mabadiliko ya, ya, ya sheria za uchaguzi, mimi katika wale waliokatwa naweza yeah, nikatoa taswira ta yote, unajua maumivu kwanza mpaka mwisho, mimi mwenyewe nililia ah. Nilikuwa na wajumbe katika jitangu, wajumbe kumi na moja walikatwa wote, unaona, nikabaki peke yangu bila wajumbe nikalia awali, niuliza katibu mmoja wa wazazi, sasa wewe wajumbe au endapo kama utashinda utafanyaje kazi? Nikamwambia nina uwezo, nikawashawishi mloko. Ah, safi sana, ongea. Wakaniambia wewe umesoma, kama sasa sio kusoma shule, nao umesoma mazingira, endapo wajumbe utakatalia wewe utafanyaje? Nikamwambia mimi najua na, jinsi gani nitafanya. Okay, nikatalia wajumbe, natumia nguvu zangu Kweli kabisa. Kwashawishi jambo lazima wakubali, ili nifanye kazi yangu nzuri. So, al na na si, si, nio ah, no, <laughs> ya aidi na yajua na naweza kayafanya si mtegemee mjumbe. Sawa, ongela bwana, nashukuru kwa kunipa historia nzuri. Niko na wenyeji hapa <laughs> eh, niko na, na wazee. Ukishaona sehemu kuna wazee bwana, kuna busara <laughs> kwema busara kwema. Mkuu, unaitwa nani bwana? Ah, miongoni mwa wenyeji <laughs> <laughs> <laughs> na mzee wangu hapa. Mimi naitwa Saidi Kikomba mkazi wa bomb. Una cheo cheo? <cumpe> changu mimi ni mjumbe wa kamati eh, uh ni -huh. <cumpe> mjumbe wa kamati ya nani? Ya ah, <cumpe> ya kata ah, mjumbe wa kamati ya kata. Safi sana, umejiandaje kumpokea Lissu siku ya kesho hapa Songea mjini? Yani tumeandaa vizuri kwa kweli <laughs> Ha? Kwa nguvu zote. Zote najua Songea hapa mnakuaga mna balaa mnajaza watu. E, ndio utaiona kesho. Watu ndio utaiona unaambiwa wewe utaiona kesho yani A, ile ile e, e, ile kesho. E. Atakavyoweka hapo utaona. Alafu baadaye utashuhudia uta mwenyewe ile tone tone tone tone. ile. tone tone basi, sawa tunashukuru sana. Ngoja tujiandae, Mheshimiwa Diwani kwa mieo ya, ya wana wa Mchomoro, mambo vipi? Kama kawa, nimefurahi toka jana, tuko pamoja, tumefanya kazi yote mpaka sasa hivi, tunaenda eneo lingine ukiwa na sisi, unajisikiaje Mheshimiwa Lissu, kutua eneo lenu la Ruvuma? Hivi kwanza, binafsi napenda kumshukuru kutua kwenye kata yangu ya Mchomoro. Kihistoria, kiongozi wa Chadema hajawahi kusimama Mchomoro, imekuwa kwa mara ya kwanza jana akisimama Mchomoro na wananchi wa Mchomoro mm. wamefurahi sana mm. E, baada ya hapo tukaelekea mkutano wetu wa hadhara makamakuu ya wilaya na Mtumbo mm. tumefanya mkutano na Mtumbo katika viwanja vya Winga stendi mm. E, baada ya hapo tulienda na msafara wetu, tulisimama tulikutana na wananchi walitola yeah. wakiwa barabarani, walituzuia tukaweza kusimama pale, mheshimiwa rais wakawasalimia baada ya hapo tuende kupumzika mjini Songea, na leo tunaelekea Nyasa ziwani Mbamba Bay. mm. tutafanya mkutano wetu Mbamba Bay, baada ya hapo tutaelekea Mbinga mjini. mm. tutatoka Mbinga mjini, tutarudi mjini Songea fanya mkutano wa kesho. mm. katika viwanja vyetu vya Matarawe na viwanja vyenyewe ni hivi ambavyo vinakutana yeah. hapa ndipo Songea. Karibuni Nyumbi kuma. Bombi Karibuni Songea nyumba hii bomba hili. Pamoja, pamoja kaka. Mimi sina la ziada. Kutokea hapa garage. Nadhani umepata angalau wa Pemba wapemba wanasema eh, mwanzo mwanzo ile kitu gani kinaenda kutokea. Tukutane baadaye, tunaanza safari hapa sasa hivi kuelekea Nyasa Mbamba Bay na sijai kufika eh, mi niishiaga Mbinga. Mara ya mwisho nakuja mkoa wa uhumu nilishia Mbinga. So, leo nimepata bahati sasa ya kuelekea mpaka ziwani Nyasa Mbamba Bay kwenye samaki huko eh, basi, sasa tutane baadaye Nyasa. Nyasa, Mbamba Bay, tayari tushafika. Huu ndio utakuwa uwanja ambao utatumika kwa ajili ya mkutano wa baadaye kidogo saa sita, utafanyika. Nakumbuka na tulizunguka majimbo na yote ya uchaguzi ya, ya serikali kwa maana, ya kwa maana ya tuliona Dapoli. Kwanza tuingie mtaani, tuanze kufanya kazi leo. Umekutana na dagaa wa Nyasa leo. Umeshazoea dagaa wa Mwanza leo. Ehe. Leo umekutana na dagaa wa Nyasa. Okay, hapa tunaweka nasema ushazoea dagaa kwenu nini Mwanza huko, leo mkutano wa Nyasa. Sasa tutakutana na wao Nyasa, lakini pia samaki wa Nyasa kama unavyoona hapa, tunapiga hii. Ni chai chai chai, sio? Tunapata nguvu ya kwenda. Sisi tunajua wenyewe, naonaa aaud anena Wanyasa hatuna choyo. Mama, rudia maneno yako mama. Umeona mama zamda, mamaadauna amisi sana wageni. Sisi Wanyasa hatuna choyo, kulisha anda samaki anda chakuwa tumeambiwa, mnaenda kula Mbinga. Basi hatuna namna, tunafanyaje? Tumeshindwa mama ni ni kwa ajili ya kumlinda Tundu Lissu, sio kumtimua Tundu Lissu au kuvuruga mkutano. Hapana, wapo katika usalama. Tundu Lissu anaingia, Tundu Lissu anaingia eneo la Mbamba Bay, eneo la Sunday, Tundu Lissu anaingia. Wananchi wa ndani wetu, askari wale mliona ni kwa ajili ya usalama wa wananchi na kumlinda Tundu Lissu, sio kwa mtimua Tundu Lissu. Tundu Lissu ana vibali vyote na taratibu zote, isipokuwa kadauni alizuia maeneo yake kwamba atafichuliwa kazi yake ni kugaragara chini. Kama mambo akija kija asemwa tunapiga mwingi, ukiingia hospitali chupa moja ya damu zinatoka chupa nne za damu toe wa wanaajwa Chadema pakaranda nje, kamanda wanapita makamanda hawamasisha makamanda boda boda, chemkeni, anaingia yuko maeneo milima milima katikati hapa. Tushampokea mheshimiwa Lissu, japo mpaka nimeshinda kurekodia kuonyesha jinsi gani ambavyo tumempokea, lakini tayari ashafika eneo la Nyasa hapa Mbamba Bay. Na kama ambavyo unaona hapa, anaongea mkurugenzi wa mkurugenzi wa uenezi Mheshimiwa Blenda ndio yuko jukwani hapa, anaongea kama ambavyo naona, Mheshimiwa Lissu ameshafika, yuko jukwani pale na watu ni wengi sana kama ambavyo unaona lakini ni niombe radhi, leo sija kuonyesha jinsi ambavyo tumempokea Mheshimiwa Lissu kutokana nilikuwa busy kidogo na, na majukumu mengine lakini tumefika salama hapa E, asubuhi tutafanya pa kidogo na matukio mengine ambayo umeyaona, na sasa hivi tunaenda e, Mbinga pale ambapo tutafanya mkutano wa saa kumi jioni e, ambapo utakuwa ni mkubwa zaidi kuliko hapa. Huu ni wa asubuhi ambapo huwa unaandaliwa saa nne, lakini anafika saa sita anazungumza na watu mpaka saa saba na nusu tunaanza kuondoka, lakini tutakula kama kawaida, tunaenda kuandaa ule mwingine mkubwa ambao wa Mbinga pale e, mpaka baadaye ambapo tutakuja kuwapokea kiwa natokia huko tena Nyasa, nitakuonyesha jinsi ambavyo tutawapokea, lakini kama ambavyo unaona Nyasa wako vizuri, wamejitokeza wako vizuri. Baadaye nitakuonyesha matukio mengine. Kama uja subscribe, tafadhali subscribe, ujiunge na familia hii, nikuonyeshe matukio yote ambayo hujayaona mpaka sasa hivi. Tuambie hapa kuna nini ambacho kinaendelea? Hapa tumesimama kutoka Nyasa. Kijana aakindokana na mto wa Baraka maji ambayo hayakauki kifuko na kiangazi. Kwa hiyo tunatoka maji, tuendelee na safari sasa. Tunaelekea kwenye mkutano wa jioni. Okay, wakati ni baridi mno ibata tayari tushafika Mbinga, na msafara tayari umekuja kupokea. Kule pale nyuma unaelekea mbele huko, ambapo bodaboda na msafara uko mbele hapo, kama ambapo unaona

mpaka nchi nitakao kuambia ukae huko mpaka nitakapokuita. saa mesema, mamwoga sio mwoga na bwana eh? maba angetengeneza wale, sio sio, nikakimbia. Asante nikakimbia fika Kenya navuka mpaka nikakamatwa na serikali ya Kenya kwa oda ya uhuru eh? Mataifa mbalimbali yakapiga kelele, nikaachiwa. Serikali ya Kenya ikatoa masharti niondoke Kenya. Basi mimi na familia yangu tukaenda nchini Kanada, nimekaa kule, sauti ikarejea tena leo. Yule aliyekuwa na tafuta roho no, yako hayuko tena, yuko Chato. Sasa unaweza sasa, leo niko Mbinga hapa eh omkubw ametoa akiwa Zanzibar, anataka kwanza mejibu hiyo. Anasema jeshi la polisi liko tayari kwa uchaguzi hata kesho. Namwambia pongezi zake. Jeshi lenye viongozi makini na wenye uwezo wa kufikiri wa polisi halitajipanga kwa silaha kusaidia wizi wa kura litashauri viongozi wakuu wa nchi kuleta uchaguzi huru na haki katika taifa. Viongozi wa jeshi la polisi, viongozi wa usalama wa taifa, mkuu wa majeshi na vikosi vyake, msingi wa kwanza wa kulinda usalama wa nchi sio kuongeza idadi ya silaha, ni kusaidia serikali, kushauri serikali kutengeneza mazingira ambayo haki itakuwa ni msingi wake na tumaini lake, kwa sababu haki uinua taifa na haki ni zao la amani. Ukiona polisi anajivunia silaha kudhibiti amani, huyo sio polisi, huyo ni gangster. ni asante gangster. Mama mama, asante Simameni hivi watu waona hapa, na wewe mama simama hapa mama wa Mbinga majasiri, simameni. Ulogu, kwa nini tunasema no reforms no election? Maana yake hakuna, kama hakutakuwepo na mabadiliko ya sheria za uchaguzi hatutaenda kwenye uchaguzi sisi, tutasusha tutalazimisha maandamano ya amani kuzuia uchaguzi usifanyike. Sheria hili sio kosa la ew. Hapa kuna uchaguzi, kuna uhuni hapa, kuna uchaguzi, kuna uhuni. Sasa polisi, IGP, mkurugenzi wa usalama wa taifa, mkuu wa majeshi, tunavyosema no no, e no reforms no election, tunakataa uhuni huu, kwamba huyu mwenyekiti wa chama cha mapinduzi taifa kamteua huyu, kamteua huyu, kamteua huyu kamteua huyu huyu huyu, alafu huyu mkuu wa wilaya anasimamia OCD, ndio sababu, alafu huyu ambaye yuko chini ya mkuu wa mkoa. Mkuu wa mkoa ni mjumbe wa kamati ya siasa ya mkoa, na kwenye ofisi yake huyu usalama wa taifa, afisa usalama wa taifa wa wilaya anaingia kama mjumbe kwenye kikao ambacho huyupo, alafu huyu mkuu wa wilaya, huyu mkuu wa wilaya bosi wake bosi wake kimbia mara moja kimbia mara moja osi wake katika vikao vya CCM ni huyu hapa mwenyekiti wa chama cha mapinduzi wilaya, sababu chama kimeshika hatamu. Anato huyu anatoa maelekezo hapa, huyu mkurugenzi wa wilaya anasimamiwa na DC, alafu huyu vile vile anamsimamia OCD na afisa usalama wa taifa wa wilaya. Huu ni uhuni, tutaupinga hata kama mtatuua. Sasa nyie kama mnataka haki Msiagiza silaha Dubai na Marekani, tendeni haki, akuta kuwepo na mtu mmoja atakipondwa jiwe. vinginevyo noore hata akikaa chini hana shida. kuna wafanya biashara wa Hindi, wazungu, hiyo eh, biashara ya stakabadhi alani ya miaka ya hamsini wakati wa ukoloni ilikuwa ina wanyonya wananchi wa Matengo na Wangoni, kama inavyo wanyonya wa Matengo wa leo na Wangoni wa leo. Nakosea? Nakosea? Wale Wangoni Ngoni na Wamatengo walisema hatutaki, na la lanitena, wakaanzisha chama kinaitwa Ngoni Matengo Cooperative Union. Eh, na, eh, na, nani ameukisikia hapa? Nani ameukisikia Ngoni Matengo Cooperative Union? Sio, sio wajinga ndio sababu usipojua historia yako, wa, utafikiria haya yanayotokea haya. Eh? Haya na majibu hatuna cha kufanya. Babu zenu wa miaka ya hamsini walijua cha kufanya, walikataa stakabadhi ghalani ya Wahindi na Waingereza wakaanzisha Ngoni Matengo Cooperative Union.

namba yako ya simu sifuri sita mbili moja uhum, tano moja tisa tano mbili mbili.